Karibu uungane nasi katika safari ya mabadiliko na maendeleo. Hii ni Daily Talk na Dr. Chris Mauki. Leo ngoja nijibu swali au kuaddress wale wengi ambao nimekutana nao sana kwenye maisha wakishindwa kuzifikia ndoto zao kwa sababu ya hofu. Swali langu la ni kwamba je, wewe una hofu? Je, una hofu na hofu yako unafanyaje? unaishughulikia vipi hofu yako? Uh, utakuja kugundua, utakuja kugundua, utakuja kugundua upande wa pili wa hofu yako ndiko ambako utatuzwa matatizo yako. Ulipo ndipo ambapo fursa zako ziliko, ndipo ambapo baraka zako zilipo. At the other side of, of your fear lies every good thing for your life. So shida ni kwamba huo kwa upande huu wa pili unaogopa kabisa vinavyoendelea upande wa pili kule, una hofu, una hofu kubwa, bila kujua kwamba ungeweza kuvuka hiyo hofu, ule upande wa pili, baada ya kushinda hofu yako ndipo kwenye mtaji wako, ndipo kwenye mke wako, ndipo kwenye mume wako, ndipo kwenye biashara yako, ndipo kwenye huduma yako, ndipo kwenye vile vitu ambavyo umevitamani kwenye maisha, lakini huwezi kufika kule. Kwa nini? Kwa sababu ya hofu. Tunasema the only thing to fear is fear itself. Kati ya vitu unatakiwa kuviogopa ni hofu peke yake. Iogope hofu, ishinde hofu, ivuke hofu.